Na mtazamaji, hatua ya serikali ya kutangaza kwenye gazeti rasmi la serikali maeneo fulani ya Kaunti ya Tana River kama maeneo yenye ulinzi mkubwa, wenyeji wa vijiji vilivyoathirika wanataka ilani hiyo ifutiliwe mbali, wakisema hawakuhusishwa kwenye uamuzi huo. Uamuzi wa serikali umezuia wananchi kufika katika maeneo hayo ambayo wanasema ni sehemu Abrahman ya lishe wakati wa kiangazi. Mwanahabari wetu Faisal Abdurahman amefika katika eneo hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kilomita 39 kutoka mji wa Hola tunafika kijiji cha Kilindini, wadi ya Kinakomba, kaunti ya Tana River. Tunakutana na mama mwana Juma Hamaru, mwenye watoto saba anayeishi kando ya mto Tana. Japo serikali imetoa ilani ya athari ya mafuriko anasema hana pa kwenda kipande cha ardhi alichokuwa anategemea sasa ni sehemu iliyo chini ya ulinzi serikali kupitia wizara ya usalama ikichapisha ilani katika gazeti rasmi la serikali nambari 6256. kwa ardhi hiyo imetengwa kwa ajili ya mradi wa masala ya usalama wa kitaifa mafuriko tayari yashaingia hatuna mahali ya kukaa na huko kwenye tunakimbilia kuna watu huko Tumeona nini? Silaha kubwa kubwa huko na sisi tunaogopa, hatujui tuende wapi. Tumepewa hizi amri ya kuwa, serikali imesema huko si kwetu tu, sisi tusikae huko leo, wakisema wao imekuwa protected area, na tukiangalia zile sehemu ambazo wametaja ambazo zimekuwa protected area haifiki hata maili mbili na hapa kwa vijiji zetu ambao tunaishi. Sina maana kwamba tumewekewa kizizi, tumewekewa tundu, tumewekewa yani tumezingirwa mahali ambaye, huku ni mtoni na huku ni protected area, kiwango ambacho kama jamii tumekufa tukiwa hai. Leo hini wakatuambia sisi hii area ni protected, sisi kazi zetu, chakula tutotoa wapi e? watoto wetu tutawafundisha vipi? familia zetu tutazikimu vipi? Wenyeji hao waliojawa na hamaki, wakifanya maandamano ya amani, wanasema msitu huu ulikuwa kama kitega uchumi, kama vile kuchoma makaa, kuwekeza mzinga wa nyuki pamoja na kutafuta lishe kwa mifugo wao, hali ambao wanasema haiwezekani kwa sasa. Wakazi ambao sasa wamejawa na hamaki wanataka serikali kufutilia mbali ilani iliyochapishwa kwa gazeti rasmi nambari 6256 huku wakitaka mfugo wao kupata malisho kwa msitu ambao wanategemea pakubwa. Faisal Abdurrahman, runinga ya Citizen kutoka kijiji cha Kilindini, kaunti ya Tana River.